Kuna wakati katika maisha ya imani mtu anayejitambua mtu mzima achilia watoto wadogo tunaowabatiza mtu mzima ambaye alikuwa anaishi maisha ya kizani, akimpokea aki Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yake, alikuwa ni mtu mzima, anajitambua saa ingine, anafahamu baadhi ya mambo, lakini alikuwa aishi maisha ya Kristo sabu alikuwa mjui Kristo siku Kristo kuwa Bwana muongozi wa maisha yake, wengine wanakuwa kama wamechanganyikiwa, na atakapokuwa watu ambao wamdii Kristo wanakuwa wamwelewi, kwa sababu wanaona hakuwa hivi, amekuwa hivi, hawamwelewi tena kabisa, anakuwa tofauti na alivyokuwa zamani. Kwa nini namtokea hivi? inatokea kwa sababu anashangaa tendo la Mungu maisha ni mwake. Anashangaa, kumbe kuna uzuri huu sijauona kwenye maisha yangu. Ana baki akishangaa. Wengine wanachangamka sana, watu wanaona mama kama vile anachanganyikiwa. Akimwona kila mtu anataka amhubirie, kila mtu anapomwona mbele anataka akili kwamba Kristo ni Bwana mwongozo wa maisha yake, sababu upendo ule aliyopokea nuru ile ambayo kwenye maisha yake alikuwa hajawahi kuiona hapo kabla, anaendea kumshangaa. Lakini wako wengine pia, wao wakimpokea Kristo wengine huongezeka hekima na busara, wengine huongeza utulivu kwenye maisha yao, wengine wanakuwa ni watu wa taratibu zaidi kuliko alivyokuwa hapo kabla. Kristo anamfanya kuwa mpya na kuihuisha nafsi, jinsi ilivyokuwa zamani inakuwa Tofauti na zamani, mambo ya zamani yanapita ya kila kitu kinakuwa kipya. Alikuwa ni mtu ovyo ovyo, lakini amebadilishwa, ya zamani yanapita, kila kitu kinakuwa kipya katika maisha yake, anabaki kushangaa tu. Ni kama anaposhangaa Yohana asubuhi ya leo, anasema tazameni, ni pendo na namna gani ya kwamba tulivyo. Anashangaa, yaani ni pendo kwamba mimi niliye mchafu, mimi nisiye stahili, mimi ambaye maisha yangu yamekuwa gizani, alafu nami naitwa mwana wa Mungu. mw. kwani ubatizo tu kwaja mukubali tuituniana kwa mgoza maisha yangu nimebatilishwa, ya zamani nilipoishi maisha siyo faa yamepita, nimekuwa mtu mpya. wanaoyaona ya zamani kama yafai tena, waliobadilishwa na kufanya upya. Hata ikitokea siku ya Jumamosi wanasikia matangazo kijijini, kesho tuna kazi fulani saa tatu, wote tukusanyike. Jumapili kesho saa tatu utasikia, pamoja na sherehe zilizoko kijijini, atawaambia mimi sitakuwa huko kwa sababu nahitaji kuwa kanisani. Bwana Yesu asifiwe! Maana huyu Kristo amejifunua katika maisha yake, ametoka maisha yake, asema kikao ni cha maana sana lakini haitaji kuwa ndani katika hekalu, katika nyumba ya Mungu, maana mimi naenda kusema na Mungu, naenda kusema na Mungu kwa njia ya maongo, kwenda kumwomba Mungu. Huyu mtu amebadilishwa, asema takuwa kanisani, maana naitaji kumsikiliza Mungu kupitia neno lake la uzima, akisema nani, akinionya, akinielekeza, akinitia nguvu, akinipa faraja mahali nipokuwa na huzuni na uchungu mwingi katika nafsi yangu, na na na na lakini, na pia tasema ninaenda kanisani, sa tendaji kuenda kumshukuru Mungu amenitunza wiki nzima, amenitunza maisha yangu, ameendea kutunza imani yangu. Maana wako wengi waliokuwa wakifa kama mimi, wengine wamekusha kukengeuka, wameacha njia ya kweli. Anaendea kunitunza, nahitaji kuwa nyumbani mwake kwenda kumshukuru maana anatenda mengi katika maisha yangu. Huyu mtu mwenye msimamo, huyu ni yule tu ambaye Bwana Yesu anatawala maisha yake. Bwana Yesu yuko ndani mwake. Maisha mapya ndani ya Yesu yanabadilisha mwenendo wa zamani, unakuwa na mwenendo mpya. Ya kale yanapita, kila kitu kinakuwa kipya, kila kitu kinafanana upya: mwenendo wetu, kuishi kwetu, kusema kwetu, kunena kwetu na vingine vyote vinafanana upya. Ndio maana nimesema, kwa msoma Yohana akishangaa, katika baraka huo anakosa maneno mazuri ya kusema ya kwamba na yeye amefanana kuwa mwana wa Mungu mw, anakosa mazuri ya kusema ni pendo la namna gani Halo, ya kwamba tuitwe wana wa Mungu. Anashindwa kuelezea upendo huo. Anasema tu ni pendo la namna gani, anashindwa kufanua zaidi, maana ameshangazwa hata yeye, maana labda anatafakari maisha yake ya zamani, maisha yake ya zamani, unashindwa kujielewa kwamba hata mimi ni mwana wa Mungu. Jinsi amini ya kwamba umebadilishwa, kale amepita, tazama imekuwa mapya. Bwana Yesu taama ame yeyote aliye ndani ya Yesu Kristo lazima ajue kwamba yeye ni chombo cha injili yote. Kama wewe umebatizwa katika batizo takatifu, wewe ni chombo cha injili. Kazi ya injili sio ya wainjilisti tu, sio ya wachungaji tu, sio ya wazao wa kanisa tu. Wewe kama ni mwalimu, wewe kama ni wewe, kazi zote mahali ndipo, ni fanya biashara, ni mkulima, wewe ni injilisti. Kazi yako ya kwanza unayofanya au unataka kufanya ni kuwashuhudia watu. Ushuhuda wa injili watu wote kwa Kristo. Yeyote ambaye Kristo anakaa ndani mwake. Kazi yake ya kwanza ni kufanyika kwa chombo cha injili. Jambo la pili katika kufanyika kwa chombo cha injili, ajue yeye ni nuru. Hadi mpote alipo, ajue yeye ni nuru. Na jambo la tatu, wewe ni barua. Tena barua ya kusoma na watu wote. Kila nae kuangalia tena kusoma. Na anapokusoma ayaona maandiko ya kwamba Kristo ni mwema Bwana ni mwema, aliyenifia msalabani, amenifanya upya, maisha yangu yamekuwa mapya, sababu wewe ni barua ya kusoma na watu wote, sababu Kristo anaishi ndani mwako. Upya wa maisha katika Yesu Kristo unatudai mambo fulani fulani. Ukiwa Kristo uliyebatizwa, kuna mambo unayodaiwa. La kwanza, matendo mema. Kutenda matendo mema. Kauli zako zibadilike, zisibaki kwa zile za zamani. Kuna wahitaji wako karibu na wewe, waone kwamba wewe ni Kristo, waone kwamba wewe Kristo anakaa ndani mwako. Ni dai ya kwanza kwa wale wote ambao Kristo anakaa ndani mwako. Utu wema, maisha yetu, kuwa watu wema katika maisha yetu sisi ambao Kristo anakaa ndani mwetu. kwa mtu Sio mtu wa fitina, fitina. Sio mtu wa kuchanganisha watu. Sio mtu wa maneno maneno. Kuru kimwani. Lakini jambo lingine, kuna dai nyingine ni unyenyekevu. Unyenyekevu ni, ni, ni sifa ya Kristo mwenyewe. Yeye alikuwa mnyenyekevu. Alikuwa mnyenyekevu na amu, hata mauti ya msalaba. Alikuwa na uwezo, wale wale wale wale wanamtesa siku ile, ya kuwasukuma mmoja mmoja, wakaanguka kule, wakaanguka kule kwa sababu yeye ni Mungu alikuwa sababu anajua duniani, alikuwa mnyenyekevu na Mungu, na lilomleta hapa duniani. Kuwa jua duniani utakuwa mnyenyekevu bila kujali maisha yako yalivyo, maisha yako yaani maisha ya fahari na kila kitu, maana mnyenyekevu vyote, maana vyote ulivyo navyo sauti nzuri ya kuimba utatamani muda wote wewe katika madhabahu ya Bwana kwa sababu unajua sauti ile umepewa na Bwana. Kwa karama na mipaka ya uongozi wengine ni wazao wa kanisa, wengine viongozi wa jumuiya utakuwa mnyenyekevu kwa sababu hiyo vyote ulivyo navyo kwa Bwana. Kiwa na watoto na vyote ambavyo ufahari zote ambazo Mungu anakupa utajua vyote kwa Bwana. Ukiwa na mashamba, ukiwa na ng'ombe, ukiwa na mali utasema vyote kwa Bwana. Kwa muda wote unakuwa na tamani kuishi maisha ya mnyenyekevu sababu so, unajua ni Bwana aliyenipa naweza kachukua wakati wote. Pia Bwana Yesu asifiwe, amen. Lakini yeyote ambaye Kristo ni mwandani wake anapashwa kuwa ni mtu wa amani, kuitafuta amani kwa bidii tena na watu wote bila kijali ni mkubwa, ni mdogo, wa kabila langu au kabila lingine, ni mweusi au ni mweupe, unatafuta amani kwa sababu wewe unajua kwamba anayetawala maisha yako ni mfalme wa amani. Upendo ambao ni kiini cha Ukristo wetu utawale maisha yako wewe. Kristo yuko ndani mwako, uishi maisha ya upendo pale mali ulipo, jirani wa kuoni kwamba huyu kwa kweli natamani dini yake na mtamani Mungu wake kwa maisha yanayoishi, wahitaji wa kuoni asiu, kwa kweli natamani dini yake natamani maisha yake huyu jinsi anavyoishi maisha upendo maisha kwa pendo mzuri, tunaulize ndugu zangu siku ya leo, je, maisha yetu yanaonyesha Kristo kwa alio kizani, wala watu kuzunguka ambao wanasema ni mpagani, hana dini. Maisha yako unayoishi yanaonyesha Kristo kwao? Ndio Yesu anasema eti huyu na huyu naye, anasali na anasali namna gani, huyu anasali nini? Sasa huyu wanasema ndio, kwa sababu kashaona tabia yako na wale wasio walo wasio sali sema nasali nini? Nakuuliza leo maisha yako unayoishi yanamwonyesha Kristo kwa wengine. Je, sisi tulioko dani mu kanisani leo, sisi ni baraka kwa kanisa? Maana kuna watu wao kanisani ni shida. Nauliza leo wewe, gii hapo, najitafakari ni baraka kwa kanisa au niulize hivi, sisi ni chanzo cha vurugu katika kanisa? Maana kuna wengine wako kanisani lakini ndio chanzo cha vurugu. Awaridhiki na mchungaji yeyote, awaridhiki na mwinjilizi yeyote, akija wana mapungufu mapungufu, we ndo kuchambua. We ungepona kweli mapungufu. Tufanye kazi ya kutufanya kuwa pamoja, tuangalie yale ambayo Mungu anayenatuunganisha kila mmoja ana udhaifu, lakini tuangalie yale ambayo Mungu anatuunganisha nayo, tuangalie nguvu ya kila mtu tuitumie, ili kanisa lishikamane na tuende vizuri. Bwana Yesu asifiwe! Amen! Bwana Yesu apewe sifa! Amen! Mungu na atutumie sisi kama vyombo vya sifa mahali tulipo. Wewe kama ni Mkristo, mahali ulipo kwenye serikali ya kijiji, kule mtaani, kanisani, kwenye jumuiya na mahali pote ulipo, Mungu akutumie wewe chombo cha sifa ili utakapotumika kama chombo cha sifa, ulitunze kabisa. Ni kwa kila mtu aliyoko mndani ambaye Kristo yuko ndani mwake, ulitunza kabisa, mazingira kabisa, kazi ya Injili, kazi zote zinazotokea zifanyike za maendeleo. Ni kwa kila mmoja aliyoko mndani, sio kina fulani fulani. Mwanzo sika sasa mnakaa kwa fulani, nafikiri unataka kutoa michango, ni kina fulani, ni kila mmoja ambaye Kristo yuko ndani kulilinda kanisa. Sasa ah, kanisa letu sio kama zamani. Wewe ndio sio kama wale wa zamani. Ungefanya umetimiza wajibu wako, kanisa lingekuwa kama lilivyokuwa zamani. Ni wala sema kuna mahali unaweza kusikia ah, wa siku hizi. Ah, wachungaji wa siku hizi. Ah, wako majimbo wa siku hizi. Ah, wa maaskofu wa siku hizi sio kama wa zamani. Mimi niseme wewe ndio sio kama wa zamani. Sisi tunatoka nisi ndio tunatuzaa. Sisi tunatoka huko katikati yetu. Kama wazamani, ni wajibu wetu kulilinda kanisa kama wazamani, ni wajibu wetu kulieleza kanisa. Tukisema kuna kazi ya uinjilisti mahali fulani, wanakwaya wasema, kanisa na washarika wote, ni wajibu wetu. Usioweza kwenda kuhubiri, toa mchango ingini gaugilio mahali, ni wajibu wetu kulieleza kanisa.